Karibu tena Jack Media TZ. Leo tunajifunza hatua za maombi ya cheti cha kuzaliwa. Kumbuka kusubscribe katika channel yetu ya Jack Media TZ ili uendelee kupata taarifa zetu kila wakati tunapoweka katika channel yetu ya Jack Media TZ. Cheti cha kuzaliwa ni cheti muhimu sana kwa kila mmoja na hasa wale ambao ni wanafunzi na wale ambao wanahitaji kufanya maombi ya bima za afya. Kwa hiyo leo ninahitaji tujifunze hatua za kuomba cheti cha kuzaliwa kupitia mtandao. Hatua ya kwanza, utaingia katika websaiti ya RITA ambayo ni erita.rita.go.tz. Ukifungua hii website itakupeleka moja kwa moja katika mfumo wa online wa Rita. Kisha utaenda sehemu ya kurejista. Hii ni muhimu kwa yule ambaye hana akaunti ya Rita, na kama tayari unayo akaunti basi, wewe utaingia sehemu ya kulogin au sign in na kwenye kurejista itahitaji vitu vifuatavyo: moja ni email account, na mbili 2 ni namba yako ya simu, lakini utajaza majina yako matatu, na pia utatengeneza password ambayo itakuwa ni ya kuingilia kwenye akaunti yako ya Rita. Hatua ya tatu, baada ya kujisajili ujumbe utatumwa kwenye email yako kuconfirm account yako na kuupdate taarifa zako, na ukimaliza kuupdate taarifa zako kupitia email, basi utaweza kusign in kwenye mfumo wa maombi ya cheti cha kuzaliwa. Hatua ya nne ni kulogin. Ukilogin, basi tutaingia katika maombi ya cheti cha kuzaliwa moja kwa moja. Uh, upande wa kushoto kwa juu utakuta imeandika dashboard, lakini kuna birth services, lakini kuna death services. Kwa hiyo kwa sababu tunasajili tunaomba cheti kipya, tutaenda birth service, na ukienda birth service, upande wa kulia kwa juu itakuletea neno start a new application, bofya hapo na nenda new birth kama ni kuomba cheti kutoka kwenye cheti cha zamani, kuomba cheti kipya utaenda old to new. Lakini kwa sababu tunaomba cheti kipya tunaenda kwenye neno lililoandikwa new birth. Hatua ya nane, jaza taarifa zako za wazazi wako na taarifa za anayefanya maombi. Ikiwa ni wewe mwombaji ndiye unayefanya maombi, utajaza wewe mwenyewe, na kama ni baba au ni mama ataweka taarifa zake, na kisha utahakiki taarifa zako kama ziko sawa. Na hatua ya kumi, chagua wapi utaenda kupokelea cheti chako kwenye ofisi za RITA wilaya gani utaenda kupokelea. Kama ni Mwanza, ni wilaya Ilemela au Nyamagana? Kwa hiyo utachagua kama ni Ilemela, wilaya Ilemela, RITA Ilemela. Na kisha unapaswa kuambatanisha vyeti, unapaswa kuambatanisha vitu vifuatavyo: moja ni kadi ya kliniki, mbili ni cheti cha ubatizo, tatu cheti cha shule primary au secondary au living certificate. Na kama una kitambulisho cha mpiga kula au cha NIDA utaambatanisha pale pia. Utaweka vitambulisho vya wazazi na vingine pia, lakini mfumo unakuruhusu kuweka kuanzia vitu viwili hapo utaweza kuendelea kuomba. Kama itashindikana utakuwa na kimoja, hautaweza, hautaweza kukamilisha maombi. Na hatua ya 11 utapokea control number ambayo ukilipia, kwa wale wenye umri miaka zaidi ya miaka 18 ni elfu ishirini, na ukilipia sasa mfumo utafunguka na kwenda ku, kupeleka moja kwa moja kwenye kudownload form ambayo utaiprinti na kisha uisaini, na baada ya kuisaini utaiupload tena as signed form, na hapo utakuwa umekamilisha maombi yako online. Baada ya hapo, chukua toa kopi vitu vyako ambavyo ume umeupload na vipeleke katika kituo ambacho umeomba maombi yako yashughulikiwe. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja na Jack Media TZ. Siku ya leo tumejifunza hatua za maombi ya cheti cha kuzaliwa. Karibu kama una maoni, kama una maswali, weka komenti yako hapo chini.